Aweza ku maintain kubaki kwenye, uh, top 10 na top 20 sababu Yanga wanatuwakilisha kwenye top 20 Simba wanatuwakilisha kwa maana top 10 lakini sasa wamekwenda kwenye top 5, si jambo dogo. Nataka nikwambie, unajua kawaida kwa sisi ni timu za Tanzania, kwa maana ya vitu vya Watanzania. Watanzania wengi wanaamini vitu vyao, uh, kama vile ni kitu cha kawaida Nataka nikuambia, wakati unaiona Simba kwenye top 5, naiona Yanga kwenye top 20 na uh, kuna timu nyingi sana za East Africa hazipo, kuna hizi timu nyingi sana za Central Africa pia kuwa pale, kwa sababu hata leo ukiangalia uh, Simba ni bora kuliko TP Mazembe, na kama unapumbuka miaka mitatu minne tu nyuma tulikuwa tunazungumza sana kuhusiana na uh, swala la Simba kuwa kama TP Mazembe au kufanya kama TP Mazembe, Yanga na Simba kufanya kama TP Mazembe. Ukiangalia uh, sasa hivi uh, TP Mazembe hata hawawezi kujisikia kwamba wao ni wababe wa Yanga o, kwenye kombe la shirikisho uliona Yanga alichowafanya kwenye Champions League, uliona alichowafanya. Kwa hiyo kuna hatua tumepiga kubwa, ambayo nafikiri tunapaswa tuisi tuiamini eh, na tuishikilie kwamba hatua tuliofika hapa isitoponyoke tena doi, kwa sababu kumaintain ndio inakuwa kazi kubwa sana

kama na wao watataka kupima mafanikio hayo kwa kipimo cha kufanikiwa, lakini kama watataka kupima kwa ile level yao ya Simba na ukubwa wao wanaweza kuona kama hawajafanikiwa. Uh, wakati wanaanza msimu walikuwa na mabadiliko makubwa ya, ya timu kwa zaidi wa ya wachezaji kumi mkudi wachezaji wa kigeni. Ukiwaangalia asilimia kubwa ya wachezaji wa Simba kwana 90 wanaotamba kwenye kikosi cha Simba ni wale ambao wamejiunga na Simba msimu huu. Uh, na ukiangalia wako kwenye top assisters, wako kwenye top scorers, kwa maana ya ligi inavyokuwa inaendelea. Na ukiangalia wanashindana na nani? Mfano sasa hivi nafikiri wanashindana na Prince Dube na Mzizi ambao tayari wao wana uzoefu na ligi hii labda ni miaka minne au mitano. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa sana Simba wamefanikiwa, ambacho watakuwa na deni kubwa la ku maintain hicho kitu. Kuingia kwenye fainali ya Confederation kwao ilikuwa ni bonus kuchukua ubingwa nafikiri ilikuwa ni zawadi kubwa, lakini nafikiri imeshindikana, lakini bado haionyeshi kama wao kama ni timu ndogo, na unaona imewasaidia kupata hata kwenye zorangi za kafu. Lakini oh, utakaporudi kwenye kwenye ligi, mpaka sasa hivi Simba ni kontenda wa ligi, ana nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa, ni either Yang atakuwa na mzidi Simba kwa pasenti chache sana, na Yanga ukiangalia na timu ya wachezaji moja, ukiachana kwa uzoefu tu wa kawaida, ni wazoefu tu kwa wachezaji wengi wa Simba, lakini ukiacha hivyo, wachezaji hao pia ni wenyeji kwenye ligi ya Tanzania, tofauti na wachezaji wa Simba ambao kwanza si wazoefu kama wachezaji wa Yanga, lakini pili ni wageni kwenye ligi yetu. Ndio wanakwenda kuwa bora, ninaamini msimu unaofuatia tunaamini tutakuwa na agua tofauti, tutakuwa na tea tofauti, tutakuwa na mkwara tofauti mkali tofauti, tutaona vitu tofauti. Lakini kwa upande wa yanga maanake na, na, na, na, na, na, na, na, na wachezaji wale ambao wanaendelea kuimarika zaidi, na hata ukiangalia saa hivi yanga sasa imeanza kuwa inawauza wachezaji kwa maana ya kwamba unaona asisikia mitoka kwa baada ya amecheza kwenye ligi naweza kamenye misimu miwili mitatu ambayo inaposha Simba ambao hawajifikia kwenye kiwango hicho. Kwa hiyo, kwa mafanikio walionao Simba ni makubwa sana na hata ukiangalia ligi imesha jigawanya sahivi, unajua anaigombania ubingwa ni timu mbili tu sahivi. Simba hivi ni mabingwa na nikukumbushe kwamba ni ubingwa, lakini nikukumbushe kwa kipindi kile hivi Yanga tayari kuwa mabingwa tena, kwa tofauti labda ya poiti labda sita au saba au nane lakini kwa Simba hii hii ambayo ndio walisema wanajenga timu yao, tofauti yao na Yanga ni pointi moja kwenda kuwania ubingwa dhidi ya hao mabingwa kwenye kikosi cha wachezaji wengi wazoefu, na niseme wa wachezaji wengi. Kwa hiyo kwa wasimba wana mafanikio makubwa sana, hawapaswi kujira kujirauo, badala yake ni kuanza kuangalia eh, wa, wanapaswa kubadilisha kuongeza nguvu eh, wafanye nini kwa ajili ya Simba ya msimu unaofuatia, kwa sababu watakuwa na deni eh, kumaintain au kushikilia hapa wali na usajili wa ya ligi kuu mshambuliaji kutokea ya Tanzania. Story zinazoonekana ni muda msahihi wa Simba kutafuta mshambuliaji. Simba alisema wasahihi kutafuta mshambuliaji, kocha alishasema wanahitaji namba kumi, lakini sijajua sababu kiukweli, mimi hapa katikati kidogo kutokana na mambo yangu nilikuwa nimekaa pembeni kidogo kwenye mambo ya mpira, lakini ninaamini wanaendelea kuifanyia kazi, kwa sababu nimesikia pia kuhusiana na pesa nafikiri kwa hapa Tanzania ndio basi finali, lakini wao na Yanga ndio inaonekana nani anafika, si ndio? Lakini nikiangalia naona kama Simba ina advantage kubwa ya kupata, lakini inawezekana pia Yanga wakapata, na sijui kutokana na ile history na records hizo kwa kutoka nyuma, lakini naangalia ile kwa hali tu, kama fan ningetamani kucheza timu hii. Kwa mfano mimi ningekuwa ni fan, ningetamani kucheza Simba. Kwa nini kucheza Yanga, kucheza Azam sasa hivi? Bachi mmoja mkubwa anacheza, huyu anacheza Simba, na kwa nimekamisha timu zote, lakini kichwani chake kupitia kwake na management yake wanachokipitia wazi kweli. Kwa hiyo Simba wanatakiwa sasa hivi kufanya usajili kwa umakini mkubwa na kuhakikisha wanaziba nafasi zile ambazo zina shida. Moja, rafiki yangu aliniambia mimi niwashauri Simba wanapaswa kuifanyia kazi nafasi ya central defense. Wana mabeki watatu, Chamuru, wana Hamza, wana Shemalo. Mimi kwangu kama mchezaji namuona ameshuka kiwango, amekuwa hana msaada mkubwa na Simba kwa kipindi hiki ni Shemarone. Lakini bahati mbaya, mpira wetu watu hawataki kusema ukweli, kama ambavyo watu wako hataki ukweli yaambiwe, ya huwa na akifanya vizuri wanakusema tena, wewe uliye mwambia ukweli, baada ya kusema yule alimwambia ukweli na yamo ya na alifanyia kazi jambo fulani. Lakini Shemarone amekuwa ni anguko kubwa la Simba kwenye mambo mengi sana, ukiangalia uh, mistakes aliyozo kwa amezifanya. Hata kwenye kombe la shirikisho Simba ilikuja ikatulia sana kwenye defense yake na makosa yakapungua sana, kama unakumbuka paka inakwenda fainali baada ya Shemaron kuwa ameumia kua kuna aruini kubwa na upungufu mkubwa wa makosa. Kwa ni defender ambaye kwangu mimi kama Simba watakwenda naye tena msimu ujao ikiwa ni first priority, mimi ntashangaza. Aikuwa natakiwa Shemaroni msimu ujao atafute namba, kama ambavyo unakumbuka, wakati fulani Inonga inongakia akachukua namba ya Wawa, na tuliona Wawa akiwa ametoka njia, akaja Inonga akachukua namba baada ya inonga naye kuanza kuonekana sasa e, sijui sasa ndio kuteleza kwa bahati mbaya au kuteleza kwa makusudi. Simba k amemweka pembeni, amekuja shemalo uh, na chamuu pamoja na hamza ambaye amekuja kakri. Kwa hiyo mimi naona kuna jambo Simba pia wanatakiwa walifanyie kazi kwenye defense yao wakati wanafikiria mbele. Mwishoni hapa nimemwona kocha alikuwa akiwapumzisha sana uh, kagombe moja na Shabarara. Sasa sijajua kama ilikuwa ni kutokana ile uchovu au alikuwa ni sehemu ya kwanza kujenga kuangalia kwa tena warithi wao, kama baada ni baada ya msimu mmoja au zaidi, lakini rotation ya pad uh, imekuwa pia na yeye na msaada mkubwa sana kwa sababu kuna uh, msaada wa mabadiliko utawasaidia Simba msimu ujao kutokana na kwa rotation kwa ajili kwa sababu atakuwa anajua sasa fulani ya baki au waondoka. Mtumie au hana msaada kwa sababu rotation inafanya uone uwezo wa Yes. Ni wachezaji Young Africans wametoa ratiba yao ya mchezo ili wasalie kumaliza msimu. Wametoa ratiba ya michezo mitatu: miwili ya ligi kuu, mmoja wa CRB kwa maana ya finali dhidi ya Singida, lakini pia wana mchezo ili ya Chamazi na Prisons tarehe 18, wana mchezo dhidi ya Dodoma Jiji hapa TMC. Hawana ratiba ya mchezo wa dabi na mfanya mazoezi vijana wajiandaa na mchezo dhidi ya Tanzania Prison, lakini mpaka sasa hawajatangaza viingilio na wafukini. Uh, hii kwako unaitafsiri una vipi, lakini pia una nini kuwashauri Yanga kuelekea kwenye hii dabi ambayo haipo kwenye ratiba yao? Unajua, hiki kitu kikiangalia sana na kiona ni kitu kilichojaa interest za watu binafsi. Sasa hivi amekuwa na yeye anataka kuonyesha kwamba ni mtu ambaye hajali na wala hababaiki. Na bahati bahati mbaya sana mimi nimekuwa nikifurahishwa na viongozi wengi wa mpira uh, wanasema we are powerful, lakini ikifika kwenye jambo wanakichukua kile kitu wanakiamishia kwa mashabiki, so that means wale watu h wa hawana nguvu, isipokuwa wanategemea na mashabiki na sometimes wanawayuzi mashabiki vibaya kwa interest zao binafsi uh, maana mara nyingi nakwambia usiniona mimi, mimi sina shabiki na mtegemea. Nikiona mwendawazimu unanyamaza kimya naingia kwenye gari yangu nakulala, mziki mzuri, nyumbani, ugwabu, na mziki mzuri nafika nyumbani napiga fresh, maisha yanaendelea, sina hata shida na mtu. Lakini so wewe uchokoze uchokoze unasema mimi si babaiki, ndugu zangu, si mnaona wewe ananionea, maana wewe huna kitu. Lakini sasa nasema hivyo kwa nini? Kurudisha kwa pointi yangu ya msingi, interest imekuwa ni Uh, nani ameamua na akafanya hivi kwa sababu anapata backup ya watu wawili watatu, ndio maana imekuja, lakini ukiangalia hakuna sababu yoyote, uh, sandu, kwamba, ya, ya msingi wow, uh, na tumezungumza sana ndio basi, asingeweza kumbia kwamba Yanga walianza kukosea kwenye hivi kwamba wao ndio walisababisha hii chaos yote inatokea. Kwa maana Simba wa Jerusalem wangefanya mazoezi siku ya mechi ingechezwa leo tungekuwa tumeshasahau hii jambo na sasa zingine, Yanga angekuwa ameshinda au Simba angekuwa ameshinda ingekuwa saa hiyo tena, lakini leo hii Yanga ya wameamua hawachezi. Kwa nini? Ukizisikia zile sababu na unaona sasa, watu wanalishwa mdomoni na wenyewe wanakwenda kusema sasa. so, unajua sema mmekuwa mna timu zenu nyinyi yani. Hapa mna timu zenu zile chama chama sisi zile shung shungi kama ya Ibra ile, kwa hiyo mnakuwa yani, zipo zile timu zia, so, kusema mnavyoweza mnavyotaka nyinyi wenyewe, kwa baada ya kulishwa yale maneno, na nyinyi mnakwenda kusema. Kwa hiyo uh, hakuna sababu ya msingi ya kufanya Yanga kama tutakuwa tunazungumzia ya Yanga kwa faida ya mpira wa Tanzania na Yanga lakini kwa sababu kuna watu fulani wapo ndani ya Yanga either ni viongozi either ni wadhamini either wana nguvu ya kuiendesha Yanga, basi wameamua kufanya kushindana na mamlaka ya soka, kutaka kudhalilishana viongozi kwa viongozi, kufanya wengine watukane, labda wengine wafurahi. Maana mpira wa sasa hivi nyingi ulivyotengenezwa umekuwa na watu wameingia kwenye mpira fulani, akitokana wanafurahi. Sisi wengine hapa tumeshatokana mpaka matusi yameisha, si ndio? Na, na, na, na nikuambia ukweli e, hakuna tena cha kutuambia zaidi, na hii inatupa uhuru wa kusema mambo yote ambayo tunaona hayafanyi. Lakini viongozi wanadhalilishwa sana kwenye mambo ya ovyo kama haya na, na mimi ni wakumbushe aa wanaofanya hivi leo wengine wengi ni vijana, ndio wanakuwa hawana idea hata ya kwangu, awanaaaanu aa safari ndefu kwenye hivi, wanapaswa wafikirie vitu vingine, so, kwa busara sio kwa kuonyesha na kuonyeshana ubabe na kuonyesha kwamba wewe bado ni mvulana haujakuwa, kwa hiyo unataka kufanya mambo ya kutukana. Kwa hiyo kama wataacha kucheza sisi tutaiangalia nguvu sasa ya shirikisho na mamlaka ya soka inafanya nini. Lakini ungeniambia mimi e, unanishauri nini? Basi wachukue hatua, ndio wachukue hatua, kwa kile kuonyesha kwamba mamlaka ya soka ina uwezo wa kufanya vitu kwa kufuata taratibu zake. Kwa hiyo wachukue hatua na wasiogope, wasiangalie mtu yeyote kwamba huyu ni fulani labda tunafahamiana naye labda huyu ni jirani yangu au huyu rafiki yangu kwa sasa au wa zamani, wachukue hatua baada ya pale zitapigwa kelele, najua, si ndio? Watatengeneza namna. Siku hizi kuna wazee, unawaambia waende wakazungumza kwenye matatizo kama, ndio wanaenda kuzungumza, lakini tuna wazee hao hao hawahoji, klabu yetu imeingiza shilingi ngapi? Jezi zetu zimeingiza shilingi ngapi? Klabu yetu mbona hakuna maendeleo, hata uwanja wa mazoezi? Unajua, klabu kubwa kama Yanga ina uwanja wa mazoezi, klabu yetu ina uwanja wa mazoezi? Mbona klabu yetu hakina? Hawahoji hao wazee. Wazee wenyewe wanapatikana tu kusema hatuchezi, ndio wanatokea sema, wazee walipewa nyimbo mpaka lazima waseme hivi. Na sasa zingine nasema na heshima, lakini kuna kipindi nasema tuambie ukweli. Kwa hiyo mimi naamini mechi itachezwa, hayo mambo ya ratiba yanaweza yakatolewa na bado mechi ikachezwa, na kama hawatakuja kucheza Yanga, basi wanaostahili kupewa pointi wapewe, alafu hatua zichukuliwe, baada ya pale tusonge mbele. Bahati nzuri, mimi kiukweli, bora nitafute juisi na miogo nile na ninywe, bila kumfikiria ile nyumba hili japo kwa sababu yoyote aliye kwenye hili japo anakuwa ni mwenda simu mmoja. Simba wao wamesema wako tayari na wanasubiri viingilio, na wamesema kwamba wamesema hata kiingilio kiwe 50 wako tayari kulipa ili kushuhudia hiyo dabi, ingawa mwenye ruhusa ya kutangaza viingilio yeye, yeah, ana huo mpango. Basi unadhani mashabiki watakuja uwanjani ama TFF ni muda wao nao kutangaza viingilio kama Yanga kwa sababu tunashinda kutangaza, kwa sababu tangazo sitaingia bure <laughs> mimi mwenyewe nitaenda mimi mwenyewe nitamaliza kutangaza ili kiingie bure eh. <laughs> <hiyo back ni wewe bwana. laughs> Eh, kwenda pale takaa tangaza zangu kila kama ndio itakuwa ni refa hiyo. Kama mimi niko na shauri na Simba kama wakiona hawezi kuja basi wafanya hata friendly match. Baada ya mechi ikiisha pale ikionekana wameshapewa pointi basi wapige friendly match tujione eh, baada ya pale tuwaachie wenye mamlaka yao wachukue ya hapo. Na, na, na, na, na, ukiona kama ni hivi, e, unafikiri una ni nini? natafutiana ubaya yaani, kuwatafutia watu fulani waonekane wabaya. E, unataka kushindana na mamlaka pia, na, na, na utakona shanga, wanasema integrity kwamba unapokuwa unataka una uh, kiongozi na unafikiri unaweza ukatuongoza sisi watu wengine nje ya mpira, alafu wewe ndio ka unafanya mambo ya kupambana na mamlaka, so unatuonyesha unataka tukuogope, kwa sababu ukija huku tena kwenye siasa una siutaza kushindana na serikali wewe kwa hmm. hmm. faida ya mpira faida ya mpira wetu, kwa sababu tuliona dabi ya Kenya mashimeji dabi ilipoteza mvuto. Vitu vinaanza hivi, baadaye vinakuwa vikubwa, tutakuwa tunasaa dabi yetu itaporomoka, lakini itapoteza pia mvuto wa soka, watu watachoka kulipia viingilio. Alafu inaliwa ni mbaya, nami naunga mkono kwenye hilo kwamba kuna kila sababu ya, ya, ya kufanya uh, tufanye juu chini tuhakikishe tunafuata utaratibu. Hii mambo kwa leo, mechi tachezwa, watu wamelipa, haipo mechi. Tumefanya hivi kiukweli, najua mimi na boa na haipendezi, na sio jambo zuri. Kwa hiyo tulio kwenye uongozi wa mpira uh, mimi nafikiri ni vizuri kulisimamia vitu kwa kwa mambo yaliyonyooka, kwa mambo nyoofu, ili watu wa mpira sio kachoko, sababu Tanzania ni kati kafu ya nchi ambazo hata ukiwaambia wao ukafu wanakuambia wanataka atmosphere ya mashabiki wa Tanzania, watu kuja bila eh, kusukumwa wala nini, wanaungana wanakaa sehemu moja, watu 1600 sio jambo dogo kiangalia kwenye tamasha kongwe zaidi la mpira Tanzania la Simba Day, si ndio? lakini tamasha linalofuatia la uh, Wiki ya Mwananchi. Ndio matamasha makubwa ya football kwenye uzinduzi wa msimu kwa Afrika nzima. Kwenye uzinduzi wa msimu kwa Afrika nzima. Sasa kama tuna watu wa namna hiyo wanaweza kujitolea kwa ajili ya mpira wao, basi sisi tuwaonyeshe heshima na viongozi tusijisahau, tukaanza kuhisi kwamba wale watu wanaokuja wote wewe ni mali yako na waamini beyond themselves na timu hizi au klabu hizi ni za wao wale wanaokuja kwanza, sio za kwako. Hii kiongozi unapewa kuongoza, na hiyo ni dhamana, na nikukumbusha kukwambia, uongozi ni dhamana. Haa unaoona walio Simba, leo na haa unaoona walio Yanga leo hawawezi kubaki milele, kuna siku tu wataondoka. Kwa hiyo wajifikirie pia siku watakapokuwa hawapo kwenye hizi klabu, nyuma walifanya nini. Kama ndio watakuwa wamefanya mambo mengi ya kipuuzi, inakupotezea e, e, kuaminika lakini kama utakuwa ufanya mambo mengi ya msingi, imani inakuwa kubwa na watu watakuunga mkono hata baada ya kuondoka. Hata mimi mwenyewe nimefurahi finali ya FA nitaenda, nitaenda Zanzibar. Sasa kuna raha, sasa raha. Mimi mwenyewe nimetoka juzi, hata baada ya finali ya Simba bado nilikaa kidogo, narudi kule wenyewe ukiongea kitu wasema ehe

baada ya CAF kuja kufanya ukaguzi wa mwisho ikaonekana ni bado. Kwa hiyo ni, ni vizuri pia kwa uacho wa uwanja mimi naunga mkono aliyopeleka fainali Zanzibar, na kwa sababu ni Yanga pia. Ule kutato, kutato, kwa Singida ule uwanja utatosha, hawana capacity ya mashabiki yao, wengi wenda ni mashabiki wengi wa Yanga ukizingatia pia, Yanga Singida wanaenda ni, ni, ni, ni kushangaa marafiki, marafiki wana wa Yanga yeah, kwa Uh, yeah, familia kwa sababu miliki wa Singida si miliki wa Yanga. Mm-hmm. Si unajua? Uh, hapana. Ah, uh, mfano hivi uh, unajua Yanga ina milikiwa na wanachama lakini miliki kikatiba ni wale mnasema member board of trustees. Uh, eh, miliki wa Singida uko ni member board of trustees. Wao sasa ndio wamiliki wa yeye. Tuna miliki mtu mdogo. Kwa itakuwa ni finali ambayo nafikiri uh, kwa idadi ya watu watakao kwenda pale nafikiri watatosha. Eh, uh, sio watu wengi sana. Si kukia, magaripi, sisi tunakuwepo wengine pale pia kwenda kushuhudia, maana tunatokea kanda ya magharibi sisi na kanda ya ziwa, so mbali kutoka Singida kwa ni kanda ya kati tunakwenda kuunga mkono Singida, timu ya Ibra e, timu ya Ibra eh, ya sana sana